Hii ni mwendelezo wa kati ya zile ziara na kazi zangu mbalimbali za hamasa na elimu kuhusu utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Tuko kwenye ajenda ya nishati safi chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ajenda hii ni muhimu sana katika utunzaji na uhifadhi wa mazingira, na kumbe kuna umuhimu mkubwa wa kuendelea kufanya hamasa katika ofisi mbalimbali taasisi, mashirika binafsi na ya umma huko uh, kwenye ofisi zetu za serikali. Pale ambapo tunapata nafasi ya kwenda kuhamasishana kuhusu utunzaji na uhifadhi wa mazingira, basi yatupasa kufanya hivyo. Kati ya kampeni muhimu nilizowakumbusha leo, moja, ni nishati safi mbili, ni utunzaji na uhifadhi wa mazingira, kwa maana ya usafi wa mazingira. Na shule hii hakika iko katika viwango vizuri na vikubwa vya uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Lakini la tatu la nishati safi ambalo lenyewe e, linahusisha masuala ya matumizi ya nishati safi. Kwa hiyo tuko kwenye mazungumzo hayo na mkuu wa shule pamoja na management nzima e, ili kuweza kufanya mambo hayo kuwa mazuri zaidi na CV, ama sifa ya shule hii iendelee kubaki hivi katika kiwango kikubwa cha utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Katika shule ya sekondari ya Uru, sisi kama wanafunzi pamoja na uongozi mzima wa walimu na wafanyakazi wengine tunashirikiana pamoja kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira yetu kwa kupanda miti mbalimbali mbali, kama vile miti ya matunda, pia miti ya mbao na miti ambayo inatupatia kivuli sisi kama wanafunzi wakati wa kujifunza. Pia tunashukuru uongozi wa shule kwa kutuwezesha kupanda miti hii katika shule yetu, kwani kupitia miti hii tunaweza kupata matunda mbalimbali kama vile machungwa, maembe, maparachichi, ndizi na kadhalika. Pia kupitia miti hii tunaweza tukapata mbao ambazo zitatusaidia katika kutengeneza samani mbalimbali za kusaidia katika masomo yetu. Pia ukijani huu hapa shuleni na mazingira mazuri hapa shuleni yanatuwezesha sisi kama wanafunzi kuweza tukapata sehemu ambayo tunaweza tukakaa tukajifunza vizuri na kuelewa yale yote tunayofundishwa. Kwanza nachukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassani kwa namna ambavyo anapambania nchi yetu na hasa kwenye swala zima la mazingira. Lakini pia nichukue nafasi hii pia kumshukuru sana makamu wa rais Dr Filipo Isidori Mpango pamoja na ofisi yake kwa namna ambavyo wanazungumza swala la mazingira kwa ujumla katika nchi yetu na pia ninamshukuru sana balozi wetu aliyetutembelea Kalongola ambaye amefika kwetu kutusalimu, lakini kututembelea na kujionea mazingira ya Uru Sekondari. Kwa kweli tunafarijika kwamba amefika, ametutia moyo kwamba mazingira haya ni mazuri na tuendelee kuyatunza.